Ah, tuchezi kaka, Habari, salamu ya saivi, hatuchezi kaka. Habari, kaka. kaka, kaka. Habari, salamu ya saivi, hatuchezi kaka za siku nyingi hatuchezi kaka, ndo habari eh, kaka, ya mjini saivi. Ukimwona mtu ajezi ya golden Denifu, ukimsalimia mambo vipi, hatuchezi au una bwana unajua, duniani kote nakwambia, maua ni lazima kaka, na yanga kuna maua. Kaamua kubeba lile ua, lakini alibeba upande wa pili. Kwa hiyo wanakwambia, duniani kote bibi na bwana ni kitu kimoja. Sasa iwezekani bwana uwe peke yako, utachekwa mbele ya jamii. Kwa hiyo na ndio maana hata mimi ninaua kama ile, unajua, duniani kote hata ndani ya nyumba ukiishi msela, uwezi kuishi hata na paka, lakini ukiishi na maua kwenye ile, <laughs> e, ile kadi ya mwaliko ile, ni rafiki e, e, wa wa e, e, ya yangu na e, wa muda mrefu siwezi k kama chupa chai nikaona bwana, nichukue ili ua kama hivo, naona tunang'anang'ana tumependeza. Na kingine mi bwana, siwezi kuchukua mwanamke ambaye anavaa jezi ya wale wakimbiaji. Lazima nichukue eh, jezi ya eh, Daima mwana, mbea, mwana, yuma, mwana, mwana, eh, kaka. Sasa utachukuaje mtu ambaye mnapanga kwamba ttukakipute pale uwanjani siku mbio unaenda wewe kama wewe sasa, na ndio maana naamua kuchukua daima mbele nyuma, mwiko kaka bwana. Hey, huu wa lango hili bwana, mzee Ms. Utopolo. Mm, msimamo wa Young Africans mpaka sasa hivi, mm, hamchezi dabi, lakini tumeangalia moja, viongozi wa Young Africans mwanzoni kabisa mechi ilivyoghairishwa alisema kabisa msimamo wao kama viongozi, dabi haichezwi. Lakini baada ya kikao na waziri, tuliona aliandika katika mtandao wake mm, wa Instagram, mm, kaandika baada ya dhiki ni mm, faraja, kaka <laughs> Unajua, kile kikao kwanza, viongozi wa Yanga kiwasikiliza vizuri kabla ya kikao walisema bwana, hatujaitwa na bodi ya ligi, tumeitwa na serikali, sijui nielewana, sijui watu wa Tanzania lazima wajue kwamba tumeitwa na serikali na serikali ukikatalia, na ndio inaokuongoza katika nchi hii, na alo kuita waziri wa michezo, na sisi tunashiriki michezo, utakuwa umeka, nenda kamsikilize kitu gani kinachojadili. kwa hiyo sasa walipoitwa mnendani. Wao wakawa nasikiliza kitu gani kilichowaita, lakini walisema kama tutakuwa tumeitwa kuhusu dabi hatutawasikiliza mwisho siku. Hata ukisikiliza maneno ya mheshimiwa waziri wa michezo eh, kabudi -ka -ka anakwambia, tumekuja kuongelea swala letu la soka la Tanzania, hatukuja kuongelea dabi. Hapo Topolo, huoni kama kuna kitu kimefichwa hivi? Maana kiongozi yule wa Young Africans alikuwa anasema chezi, aliandika baada ya dhiki ni faraja. Huoni kama tayari Young Africans viongozi washakubaliana na hili jambo dabi ipigwe? Unajua kwenye baada ya dhiki ni faraja, kuna mambo mawili hapo, aidha adabu irudiwe, ama kwamba baada ya dhiki ni faraja, kwamba tunakwenda kuchukua pointi tatu muhimu za mezani. Nakwambia, utapataje pointi tatu na magoli matatu wakati uja mpan, uja, uja mkaba mpanzu, Elim, wakati nani, ukitaka kujua kidume mboja, ukitaka kujua kidume ngoja, ukitaka kujua kidume, najiamini vizuri. Baada ya dabi ile kuahirishwa na cho, na cho, na, cho, na, na watoto wa Mondi asubuhi na mafema, nikamfuata kule bunjo kule, nikamwambia fungua fungua kufuri kagoma geti kagoma geti, basi basi ambalo alina alina wachezaji ndani basi tupu. Tena hata hiyo hiyo tarehe saba kwenda kufanya mazoezi ile gari yao ile, kulikuwa kuna wachezaji wawili tu, kulikuwa kuna Debora na Mzamili Yasin, kulikuwa mna wachezaji hii

yule mzee kwanza kwenye, kwenye kuvunja ule mchezo hakushirikishwa. Sasa hivi bodi ya ligi wamekaa pembeni wanamwachia msala nani o, ma, waziri wa michezo. Kwani niwaambie kwamba waziri wa michezo na mambo mengi ya kufanya, aende kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Samia juzi tu hajafanya hata mazoezi na mtoto wa Mudi alikuja kucheza nao hapa juzi kati tu hapa. amecheza bila mazoezi. Mtoto wa Mudi anakwenda kuahirisha mchezo, unachezwa dakika tisini, yeye anaahirisha, anasema ameshindwa kufanya mazoezi dakika tano. Kweli wamewatia watu hasa, mtoto wa Mudi. Utopolo baada ya kupinga katika hatua ya robo finali ya kombe la Confederation Cup, hapa leo hii mmewafunga hawa Songea United goli mbili kwa sifuri sasa, kituo kinachofuata ni tarehe mbili dhidi ya Tabora, uh, United. Tabora ambao katika mechi ya kwanza uh, msimu huu waliweza kuwafunga goli tatu kwa moja katika dimba la Azam complex. Tare mbili mnakutana nao. Kwanza niwashukuru niwapongeza kwanza Tabora United, ile eh, Tabora tena. Hawa Songea United. Hawa hawa Songea, nikiwaangalia vizuri vizuri, kama sore Majimaji, walikuwa wanajitwa Majimaji, sidhani kama ni Songea ambao unawajua mimi. Lakini hawa wanaona kama wale Majimaji. Kwanza niwashukuru hawajakimbia. Wewe unajua mpaka mtu anakuja uwanjani, mnakipiga, afa, anadufuriwa mbili. Kwanza yule mtu ndio kwao, mpongeze kwamba sio mkimbiaji. Alafu unavyoona wasongea kama ingekutana na watoto wa Modi, mtoto wa Modi tungemsahau leo hapa, bye bye. Kwa sababu jamaa wana kipiga, wanajua kukava, wanajua kukaba nafasi. Kwa hiyo niwapongeze uwezo wao uonyeshe. Naona misimu ijayo huko ya miaka ya mbele mbele 2000 na ngapi huko. Kama wataonyesha juhudi kama walionipa, maana wamenipa inaitwa changamoto, chachu ya kimchezo. Kwamba huko mbele mbele na waona wanakwenda kukuja kwenye ligi kuu. Tena wataonyesha chachu kweli kweli. Sasa robo finali imeshakatika, tumeshaingia robo finali, imemfuata mtoto wa Modi. Sasa kituo kinachofuata kwenda kumfuata hata yule Tabora Tabora, tanieleza atajuta kumkaba muuza visu. Pale tulivyocheza Chamanzi alinikaba mi muuza visu. Sasa unajua katika kumkaba muuza visu, angalia katika pitapita -pita zako, angalia naweza kukutana maeneo gani. Sasa Tabora Tabora ni mkaba mimi muuza visu, akajua tutaonana mwisho wa siku tarehe mbili hii hapa baba O leo, leo, ni, ni, ni Jumatano eh. Kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne tunafunga squad kama tuliofungaga kwenda Rwanda ile baba, tunafunga squad na unamfata yule Tabora. <laughs> Moto nakwenda no kumpelekea yule Tabora United, e bwana, utajuta kuzaliwa, walai Yanga hii Bwana usiombe uikabe kaka. Moto unakwenda kumpelekea Tabora. Sasa nilipiga tatu moja pale. Sasa kule naziona nane kaka. Atajuta kunifahamu. Mimi ndiyo Yanga bingwa wa nchi, amenichokoza kapiga mzinga nyuki. Nakwambia Kristina Mwagala, nimeshamuona kashaanza kutema nyongo kula na kashaanza kuweweseka muhaho ule. Sasa tarehe mbili nakwenda kumnyosha pale pale uwanjani kwake. Yaani naziona nane dhahiri kabisa kaka. Sasa tupo ngoja nizungumze kidogo na Shemeji. Ongea huko. Wahenga wanakwambia ukimwona mtu anatapata Nimekuambia ukimwona mtu anatapatapa sana, dalili no. zote za kufa kaka hey! <laughs>